Kuna hili swala, unaweza kawa umesahau simu yako chini kuilock, mwisho wa siku mtu anachukua simu yako anaanza kupitia chat zako either za WhatsApp au message za kawaida. Sasa hili swala halijakuchosha? Sasa leo nataka nikuletee solution ya hili tatizo. Kwa mfano, mtu unaweza kawa umesahau simu yako kuilock, umeiacha chini. Mtu hata akishika simu yako, akitaka kupitia either message zako za WhatsApp, asiweze kufanya hivyo kabisa. Kwa mfano mimi simu yangu nimeseti kama mtu yeyote akifungua WhatsApp hii ijilock automatically, yani automatically inajilock mpaka niweke face ID yangu ndio inafunguka. Angalia, nikifungua WhatsApp pap, inajiloka automatically kama unavyoona imerudi kwenye screen lock, so hii screen lock itatoka mpaka niweke face ID yangu. Nikiweka face ID yangu ndo WhatsApp ambayo imefunguka itaendelea kuonekana. Kwa hii itakuwa very efficient kama wewe umesahau simu yako kuilock na mtu anataka apitie chat zako za WhatsApp, basi itajiloka automatically mpaka wewe uweke face ID yako. So ni namna gani mzao, unaweza kufanya hivi? Cha kwanza hakikisha umefollow page yetu, ili uendelee kupata maneno kuntu, vitu kuntu kutoka kwetu. Namna ya kusaidia tusitokio kukifanya ni kuingia kwenye shortcut ya simu yako, kisha ingia kwenye shortcut moja kwa moja utaenda Sehemu ya automation. Then utaenda sehemu ya kujumlisha, guys. So, ukishafika sehemu ya kujumlisha, mimi nisha seti. Ukifika sehemu ya kujumlisha uta search app, utaandika app. Kama unavyoona app wamekwambia hapo, utabonyeza app, then utachagua. Je, app ikiwa open, ndio hii hii shortcut ifanye kazi. Kwa hiyo utabonyeza hapo kwenye, kwenye open, then utaweka run immediately. Ukiona run immediately, baada ya hapo uta choose app, utachagua application ambayo wewe unataka simu yako ikiguswa i lock screen automatically. Kwa mfano mimi nilichagua WhatsApp, kwa mimi nitachagua WhatsApp nitaibonyeza WhatsApp hapo, then nita done. Nikisha done mzawa, baada ya hapo nita next. Nikisha next, so guys, baada ya hapo nitachagua new blank automation. Nikichagua new blank automation hapa, nitachagua action ninayotaka ifanyike, yani WhatsApp ikifunguka. Kwa hapa mimi nitachagua lock screen, nitaichagua hapo kama unavyoona, then baada ya hapo nita done. Nikisha done basi, nakuwa nimetisha mzawa. Kwa hiyo nikisha fungua WhatsApp, nikisha fungua tu WhatsApp automatically, ita itajipiga lock screen. Kwa mfano angalia, mimi nafungua WhatsApp hapa imejipiga lock screen automatically guys, so, ili niendelee kuitumia WhatsApp lazima niweke face id yangu. So guys, hiyo sio kwa WhatsApp tu, kwa application yoyote ile unaweza kufanya hivyo. Yani unaweza ka set hii automation kwenye application either ya message au application yako nyingine ambayo iko more sensitive, utaki mtu yote aiaccess zaidi yako. Kwa hiyo akishafungua hiyo application automatically itaji lock screen mpaka wewe uweke face id yako ndipo uendelee kutumia. So guys, hii ni kwa ajili ya watu ambao tunatumia iphone tu, watu android kidogo tumewaacha. So guys, for tech news like this hakikisha tu umefollow page yetu ili uendelee kupata maneno kuntu vitu kuntu kutoka kwetu. Thank you na nimemaliza.